mambo yangu mimi, wewe hatari hatari, unajua mambo hapo kipito kwa shule moja hivi hapo, wewe hamna kitu. Ah, au ni kupungukia ujue, eh, mm. wa kwangu unatajataja, na sikiliza, una mtobo hapo. Wewe wewe wewe, usifananishe. Unataja taja, unamfananisha. Mfananisho wa kwangu, wa kwangu anaishi pale pale mtaa ya shule pale, pale, pale. Eh. anaitwa akinionaga hiki Eh? Alafu angalia nitakupiga mambata wewe ah, Chiweru wa kwangu ah, mimi, unaona nilifanya nah. Hivi nilikuwa nakufanyia wewe, alafu nilihisi wewe yule we. Apendi vitu kama hivi yule anapenda wewe wewe mm, na wewe yule anaweza kukubali. Kabisa walahi mimi nakwambia ndugu yangu akukubali. Mimi nakwambia wewe Chiweru wewe unaona hii? Naona hii. Yule anapendaga hii Chiweru, anatembeaga hivi analinga wewe. Hakukubali hata kidogo. Mimi mwenyewe kanifungukia mimi. Sasa yule nimeongea naye kakwambiaje wewe? Kaniambia fresh fresh tu kuongea wewe wewe, nimwambia na na na mimi I I love you too. I love you you too too eh, hapo hapo hapo, yule wa kwangu kwangu <laughs> nimekukanyagia kama bao. Ah, tuishie na kwanza hapo, tuishie hapo hapo, usinipandishe mizuka, tuishie hapo hapo Huyu anasema anasema eti wewe sio demu demu wangu. uh, uh. Mimi namwelekeza hivi, mimi huyu demu demu wangu, si ndo amesema sio demu wangu huyu. uh, uh, ndo kasema huyu uh. uh, sio demu demu wangu ndo huyu uh. demu wangu sasa. mm, mm. nisikilize Nyinyi mna akili kweli? Eh, hey, eh, eh. Ndio. Hey, zipo, zipo. Hey, hey, shida gani? Ah. Mimi mimi huyu namwambia <laughs> hivi kwamba mimi huyu demu wangu. Mimi hapa demu wangu mimi <laughs> huyu. Sasa hivi mbona kwa ngumu kuelewa? Elewi, waelewi <laughs> munyamazeni kwanza. Yes, mnaniita mimi kila mmoja ananiita mimi. Mimi mimi mimi demu wangu. Mimi hapa. Hai. Anayenipenda anipe sababu tatu, then ndo nikielewa sababu ndo utanichukua hapo. Sasa mimi wewe, nikikuchukua sasa, mm -hmm. Kwanza Ehe, kwanza nakubeba, ndio nakubeba nikisha, unajua raha ya kubebwa ile, unakuwa juu juu halafu e. Sababu ya pili ndio <coughs> nikikuchukua sasa na kupikia supu ya mjusi. So, supu ya mjusi mjusi, unajua e, inaimarisha mifupa e. Alafu alafu nitakuchukua na nitakuzamisha kwenye tope uwe <laughs> mweusi, huyu anatoka black color, ile sema black color, rangi nyeusi, mwanamke rangi nyeusi ni nzuri kuliko mm. mweupe. Eh, hizo e, ndo sababu zangu mm. nakupenda, na mm. ile mbaya, huyu hana sababu eh, sasa na wewe umemaliza? Haya, ehe, na wewe mm. Mm, mm. mimi sasa mm -hmm. mm. mimi maana mimi nitakuchukulia zawadi kubwa. Unajua ile kubwa ile ile, maana nyumbani kule naona mama analetaga nini mtoli ananiachiaga m naona, sasa nikienda na wewe naona basi itakuwa na kufichia naona alafu mm. kingine kingine sasa Ma, maana sisi kwetu kuna kunguni. Wewe unajua kunguni, sasa pale namwambia namwambia mama yule atoe ntefu, unaona hapo. Akishatoa ule ntefu ule, basi tutakuwa tunalala mimi na wewe, unaona mm. la tatu ni kwambiege, la tatu eh, mm -hmm. ba, baba baba ana gari bovu, alafu lile alina kazi, tunakaa kaa pale pale, pale. alafu tunanunua nunua nani, unaona unaenda kutulia pale kunaitisha miogo kacholi kacholi, mama nani mama sana nakajazaga kale kacholi unajua wewe, anajaza yule. Huyu hachana naye huyu, huyo hachana naye, achana naye huyu. Haya, sababu zenu nimezisikiliza. Kuanzia sasa hivi sitaki mtu anifate na siwapendi wote, siwataki eh, eh, eh. Wewe ndo sababu. Wewe wapo. Wewe wapo.